Ndugu a watumishi wa umma, nimefurahi ni sana leo, baada ya kuarifiwa kuwa mifumo nitakayozindua leo imejengwa na wataalamu wetu wa ndani ya nchi <coughs> na kutoka taasisi yetu ya eGA ambayo wenyewe watumishi karibu wote ni Watanzania wa na ndio ambao wameendelea kutengeneza mifumo inayosomana kati ya taasisi na taasisi ndani ya serikali lakini mefurahi pana kujumuishwa kwamba jumla mifumo 223 kutoka kwenye taasisi 185, tayari imeshaunganishwa na inasomana. Hii ni hatua mzuri sana ya utekelezaji, na mifumo hii itaendelea kubuniwa, inaendelea kubuniwa, itaendelea kuunganishwa kupitia mfumo wetu wa GovESB. Ndugu viongozi, ndugu watumishi wa umma, niendelee kuwapongeza watumishi wote mmehusika katika kazi hii nzuri na yenye ubunifu mkubwa ya kuunganisha kutafuta mifumo kutengeneza, lakini kuunganisha taasisi zetu. Kazi hii kwa kufanywa na watanzania na kufanikiwa kama ambavyo tumefikia hapa, ni lazima tuwapongeze wataalamu wetu, tuwapigie makofi popote walipo. Naipongeza wizara kuendelea kusimamia maelekezo ya mheshimiwa Rais ya kutaka ujenzi wa mfumo uende kwa kasi na unapokamilika basi tuone mabadiliko ya utendaji kazi kwenye maeneo yetu. Leo hii nitakapokuja kuzindua mfumo wa iwekeza ambao umejengwa na eGA ambao unasimamiwa pia na watumishi housing investment, kama ilivyoeleza, iwekeza ni njia ya kidigitali inayowezesha mtumishi wa umma kuwekeza moja kwa moja katika mfumo wa faida kupitia makato ya mishahara wako au mapato ya biashara zako au mapato ya aina yoyote ile unaielekeza kwenye mfuko wa Iwekeza na utakuwa unajiwekea hivyo, ili uweze kujirundikia mpaka hapo utakapoamua kuja kuzitoa kwa matumizi yako. Mfumo huu umeundwa mahususi kurahisisha upatikanaji wa fursa za uwekezaji, na mtendaji mkuu alikuja hapa ameeleza vizuri sana naamini mmeelewa. Nilipotembelea kwenye mabanda taasisi mbalimbali ikiwemo na mabanda yanayoonyesha utendajikazi wa mifumo ya tehama na namna Serikali inavyotoa huduma. Hakika leo nimegundua kwamba ubunifu ndani ya watumishi wetu wa umma ni mkubwa sana, kwa sababu hatua ambayo tumefikia sasa ni ya kutosha kwa taasisi zote za serikali kuwa kuwa zimeshajiunganisha tayari, lakini tutatoa maelekezo kwa wale ambao bado. Kwa nitumie nafasi hii kuwapongeza sana watumishi wote ambao mifumo yenu mmeiunganisha kwenye GovESB na mnazungumza, na huna kazi yoyote, kwa sababu hakuna gharama yoyote. Wewe ni kwenda kuingia, alafu naanza kuona na wenzako wote, na wao wanakuona kama wameingia, halafu mnaanza kuzungumza. Jambo hili ni muhimu sana. Kwanapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, ili niweze kuzindua mfumo niitoe yale ya msisitizo kwa kila ambaye ataguswa na haya. La kwanza, kwa taasisi zote za umma ambazo zina zenye mifumo na zinaendelea kubuni mifumo, zihakikisha kuwa mifumo hiyo inasomana na uweza kubadilishana taarifa kupitia mfumo huo, ili twende kwenye gurudumu moja la kuboresha huduma ndani ya serikali yetu. Ya pili Mamlaka ya serikali mtandao iGA, hakikisheni kwamba mifumo iliyounganishwa inaendelea na majukumu yake ya kubadilishana taarifa, lakini pia kila anayeingia jiridhishe kwa anaweza kuwasiliana na wengine wote walioko huko ndani. Mmenieleza, mmesema kwamba ndivyo ilivyo. Nasisitiza kwamba hakikisheni hao watu wanasomana na wanabadilishana taarifa. Tatu, taasisi tena zote za umma Endeleeni kutenga bajeti ya kutosha ili kushiriki kikamilifu bila kukosa katika maadhimisho ya wiki ya watumishi wa umma kila mwaka, ili utaalamu wenu, elimu yenu, mambo yote ya msingi, mje myaonyesha, na wananchi wapate nafasi ya kujua nini kipo ndani ya utumishi wa umma, lakini muhimu zaidi watumishi wa umma wenyewe waone ndani ya utumishi yaliyopo na maboresho ambayo yanaendelea. Na kwa kufanya hivyo. Nne. Mikakati iweze kuimarishwa na kuhamasisha wananchi kujenga utamaduni wa kutumia fursa za uwepo wa maadhimisho kama haya, ili wajitokeze na waweze kunufaika na yale yote ambayo yanawagusa kwa wakati huo, iwe ni ya papo kwa papo au hata kama atamua kutembelea ofisini baadaye, lakini lazima fursa hizo ziwe wazi kwa wananchi. Tano. Kwa watumishi wa umma endeleeni kuzingatia miiko na maadili ya utumishi wa umma ambayo yanahitaji ukarimu, kuwapokea wananchi, kuwasikiliza wananchi na kuwahudumia ipasavyo. Na unapompokea na kumsikiliza na kutaka kumhudumia anaweza kuja kuwa na tatizo ambalo wewe unayepokea na kuuliza halikugusi. Wajibu wako katika kumhudumia ni kumuonyesha mahali sahihi atakapopata huduma hiyo. Huu ni wajibu wa mtumishi. Lakini tunapofanya haya, lazima tuzingatie sera ya nchi, sheria, kanuni na miongozo iliyopo ndani ya idara unayohusika katika kutoa huduma. Kwa watu wetu sita. Kwa viongozi na wakuu wa taasisi wote nchini, andaeni utaratibu wa uelewa wa mifumo muhimu ya kiutumishi kwenu nyie wenyewe, lakini na staff wenu. Lazima wajue namna ya kutumia mifumo hiyo. Uwezeshaji wa kupeleka mafunzo kwa hao ili waelewe ni muhimu na watumishi wengine wa umma hata walioko vijijini na wapate nafasi ya kuelimishwa mifumo iliyopo. Kama inatumika makao makuu tu, na wao lazima wajue, ili waweze kufanya kazi yao vizuri, hasa kwa watumishi wa umma. Hebu ueleweni huu mfumo wa faida fund, mfanye tafakari faida. Mmesikia namna ya kupeleka kile uwekezaji wako, mmeelezwa. Tunauona kwamba ni eneo ambalo ni mkombozi kwenu. Na saba, sasa kwa taasisi zote ambazo hazijajiunga, kwa taasisi zote za umma ambazo hazijajiunga na mfumo huu, mwisho tarehe 30 mwezi wa saba. Wote ambao mmeshaingia pale GovESB, huu ni msisitizo ulitolewa na Mheshimiwa Rais. Pindi ija watakapokamilisha, kila mmoja apeleke mfumo idadi ya taasisi ambazo zimeunganishwa ni chache ukilinganisha taasisi tulizo nazo ndani ya serikali. Hakuna gharama, utakiwi kupanga budget, utakiwi kusafiri kwenda popote. eGA wako Dodoma, wewe uko Dodoma, nenda muhakikishe mnajiunga kwenye mfumo. Mwanze kuzungumza na wenzenu na wenzenu wawaone. Tunajua mfumo huu unakwenda kurahisisha utendaji, mfumo huu unakwenda kutoa taarifa kwa wakati kwa wahusika na wahudumiwa, lakini mfumo huu tunakwenda sasa kupunguza makosa ya kibinadamu. Mtu ametoa taarifa hii baada ya kuiandika kama ilivyo, wewe unaandika vinginevyo, lakini mfumo huu ukiandika, imeshaingia na yeye mwakiki anaiona lakini mfumo huu na wenyewe unakwenda kuwabana wale walarushwa. Ndio kwa sababu tumeweka deadline, kwa sababu hatuna sababu ya kutoingia, na wale ambao watashindwa kuingia huko, najua hao ndio wale walarushwa wale. Hili natupate taarifa ile sekta ya husika tupate taarifa mpaka tarehe thelathini mwezi wa saba, wangapi hawajaingia ili watupe maelezo ya kwa nini hawajaingia. Taka tupunguze pia vishawishi vingine, lakini muhimu kwetu taka ulinzi wa taarifa za serikali uimarike. Mamlaka ya serikali mtandao Iga. karibu tuijenge serikali kidijitali, rahisi kupata huduma za serikali kupitia mifumo serikali mtandao piga karibu, tuijenge serikali kidijitali.